Kwenye vijiwe vya bodaboda mitaani kuna pilika pilika nyingi, baadhi ya abiria wakiwa na watu maalum wa kuwabeba, huku wengine wakipanda pikipiki yoyote wanaoikuta kijiweni. Katika vijiwe hivi wapo madereva maarufu, wacheshi na wachangamfu wanaweza kusema ni watu wa watu. Hakuna abiria anayepanda pikipiki zao pasipo kutabasamu. Safari iwe ndefu au fupi wanaweza kukusimulia nani katengana na mke wake, nani kapata kazi mpya na nani alikuwa hospitalini. Ni kama redio inayotembea, huna haja ya kuuliza, habari zitakazokufikia. Kutokana na silika yao, kama abiria mmoja alimweleza jambo binafsi, basi kesho yake, mtaa mzima utajua. Iwapo mteja tajiri alipanda pikipiki yake akanunua kitu cha bei ghali, watu wengine watajua kabla hata hajashuka nyumbani. Kwa hali hiyo, bodaboda boda hao wamekuwa chanzo cha migogoro, kuvunja uhusiano na hata kuleta uhasama miongoni mwa jamii kama anavyosimulia Mariam Chuwa, mkazi wa Kigamboni jijini Dar es Salaam. Anasema bodaboda boda ni chanzo cha yeye kugombana na familia yake akieleza: sina hamu nao. Kuna kaka mmoja ni bodaboda, alikuwa ananichukua ananipeleka maeneo ya mbali ya kula bata, yaani starehe. Baba yangu ni mtu wa misimamo, mambo ya kujirusha hataki. Yule bodaboda sijui nini kilimkuta, akamsimulia dada yangu kuwa huwa ananipeleka viwanja vya starehe. Dada yangu akamwambia baba, ilikuwa ugomvi mkubwa, hadi leo sina hamu. Rehema Ally, mama lishe eneo la Tabata Kimanga, anasema baadhi ya madereva wa bodaboda wana tabia ya umbea. Huwa wanakuja kula kwenye mgahawa wangu, stori zikikolea, wanaanza kusema mwanamke yule nilimpeleka gesti Buguruni. Watu wasipende kutoa siri kwa bodaboda, maana wataaibika, amesema. Odemba Sozi, mkazi wa Tegeta jijini Dar es Salaam amesema ndoa ya dada yake ilivunjika kwa sababu ya dereva bodaboda. Na mnukuu, dada yangu anaishi Mbezi Luis, walikuwa na bodaboda wanayemtumia. Dada alikuwa na rafiki yake wa kiume na alikuwa anamtumia huyo bodaboda kumpeleka kwenda kuonana naye. Uvumilivu ulimshinda dereva bodaboda, akamwambia shemeji yangu ukaandaliwa mpango, siku moja akampeleka, kisha akampigia simu shemeji, wakaenda kumfumania hadi leo ndoa haipo, anasema Juma Mohamed mkazi wa Mbagala Mbande, jijini Dar es Salaam, anasema madereva bodaboda boda wanatakiwa kutambua, sio kila anayekwenda nyumba ya wageni ni mzinifu, na mnukuu mara nyingi binadamu hufikiri tofauti. Bodaboda wanaweza wakafikiri hawa watu wanakwenda kufanya vitu hivi, lakini kumbe sio. Mfano, mtu anakwenda nyumba ya wageni kupumzika, ameona nyumba nyumbani kuna kelele, lakini yeye anayembeba anachukua an... lakini yeye anayembeba anachukua na kupeleka kwa mtu tofauti, anasema Samson John Sio jina halisi, dereva wa bodaboda kwa miaka sita katika kijiwe cha Tabata Relini, anasema wapo wambea, lakini wengine ni madereva wa teksi na bajaji. Namnukuu, madereva wa bodaboda kwa asilimia kubwa tuna siri nimewahi kuokoa mahusiano ya watu. Unakuta nimepeleka mwanamke sehemu, kumbe mume wake naye kanipigia nimpeleke sehemu hiyo hiyo, kwa hiyo nampigia simu, namwambia namleta mume wako. Mazingira hayo hufanya utoke na kuwa nimeokoa mahusiano ya watu, amesema Saidi Mohamed, sio jina rasmi dereva wa teksi katika kijiwe cha Ubungo Maziwa anasema umbea ni tabia baadhi ya madereva vijiweni, namnukuu: sitaki kukuficha hapa, kijiweni kwetu kuna muda tunaishiwa stori, tunaanza kuwajadili wateja, lakini sio kwa ubaya, ni katika namna ya kuchangamsha genge ili muda uende. Nimekumbuka mbali sana, kuna dereva, sitaki kumtaja jina, alipigwa kofi na mume wa, wa, wa mtu kisa umbea Huyu jamaa alipeleka umbea kwa mke wa mteja kwamba mumewe amekodi teski akiwa na mchepuko. Sasa ujumbe ule ni mdogo kwa yule kaka. Rais wa chama cha wanasaikolojia Tanzania tapa Dr. Magolanga Shaga, Shagembe anasema mara nyingi tabia ya umbea hutokana na vitu mtu anavyoviona mara kwa mara kwenye mazingira yake. Namnukuu, kuna umbea wa kuongea sana, yupo mtu anayeongea lakini aongei umbea, hiyo ni haiba, yani zile sifa ambazo mtu anakuwa nazo na anazionyesha mara kwa mara. Mfano bodaboda wapo ambao wanatunza na wasiotunza siri. Wapo watu wengine ambao sio bodaboda lakini wakifahamu jambo la mtu mwingine hawawezi kukaa nalo lazima atafute mtu mwingine wa kumsimulia. Wapo bodaboda pia ambao hawana haiba ya kukaa na jambo la watu. Anasema wanaotoa siri sio kwamba wamepanga, bali ni katika kutaka kujionyesha, utawala wa mijadara, utamani kuleta taarifa mpya ambazo watu hawafahamu, hiyo hujikuta wakisimulia hadi mambo ya watu.